Maelekezo mara baada ya kukabidhi vyombo hivyo vya usafiri kwa maofisa maendeleo kata, katibu mkuu wizara ya maendeleo ya jamii jinsia wanawake na makundi maalum Dr John Jingu amesema kwa kuwa serikali imedhamiria kuboresha huduma za kijamii hivyo wanakabidhi vyombo hivyo vya usafiri kwa maofisa maendeleo ili waweze kuyafikia maeneo yote ya vijijini kwa wakati na kisha kuonya matumizi yaliyokatazwa kama kubeba abiria na kuenda nazo maeneo ya starehe. Hizi zitakuwa ni nyenzo za utoaji wa huduma huko kwenye ngazi ya msingi kabisa kwenye ngazi ya kata na haitaishia kwenye kata, maana yake hao kwenye kata, maana yake wanashuka chini vijijini huko o. Eh, ni dhamira ya dhati kabisa ya serikali kuhakikisha kwamba huduma za jamii, huduma za maendeleo ya jamii, lakini huduma ambazo serikali nazisimamia kwa ujumla wake zinawafikia wananchi. Sasa katika utoaji wa huduma hizi, moja, changamoto ni nini? Ni vitendea kazi Naitendea kazi baada ya kutendea kazi ni usafiri yeah. Mtakao kabidhiwa mko hapo, sio? Yeah. Kwa hiyo hamtakuwa kazi kubwa kwa wakurugenzi hapo, kama wewe kila siku mbona pikipiki naonekana baa. <laughs> Hiyo ah, hiyo, haitakuwa majukumu <laughs> yake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 wakitoa hisia zao mara baada ya kukabidhiwa pikipiki hizo maofisa maendeleo kutoka halmashauri za Makete, Wanging'ombe, Njombe vijijini na Ludewa akiwemo Mary Jacobo anasema vyombo hivyo vitaongezea ufanisi kwa sababu awali walikuwa wakipata changamoto kuyafikia maeneo ya vijiji vilivyopo katika umbali mrefu. tutakwenda kupafunika asilimia mia moja kwa sababu hiki ndio kitende kazi kikubwa ambacho kikuwa kinakwamisha utendaji wa kazi, lakini kwa kuwa sasa tumepata